Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku, leo Jumatatu, juma la thelathini, kipindi cha kawaida, mwaka si wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya nane aya ya kumi na mbili hadi ya kumi na saba. Na somo la Injili linatoka Injili ilivyoandikwa na Luka sura ya 13 aya ya kumi hadi ya kumi na saba. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Luka. Siku ya Sabato Yesu alikuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo. Na tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka kumi na minane naye amepinda, hawezi kujinyoosha kabisa. Yesu alipomuona alimwita, akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Akaweka mikono yake juu yake, naye akanyooka mara hiyo, akamtukuza Mungu. Basi mkuu wa sinagogi alikasirika, kwa sababu Yesu amemponya mtu siku ya Sabato. Akajibu akawaambia makutano kuna siku sita zifaazo kufanya kazi, basi njooni mponywe katika siku hizo, wala si katika siku ya Sabato. Lakini Bwana akamjibu akasema, enyi wanafiki, kila mmoja wenu, je, hamfungui ng'ombe wake au punda wake siku ya Sabato katika zizi, aende naye kumnywesha? Na huyu mwanamke aliye wa uzao wa Ibrahimu, ambaye shetani amemfunga miaka kumi na minane hii haikupasa afunguliwe kifungo hiki siku ya Sabato? Aliposema haya, wakatahayari wote walioshindana naye, mkutano wote wakafurahi kwa sababu ya mambo matukufu yaliyotendwa na yeye. Neno la Bwana. Ndugu zangu, karibuni tutafakari kwa ufupi kuhusiana na somo tulilolisikia. Neno la Mungu leo linatuelekeza kuwa na upendo juu ya sheria. Kwa namna hiyo ni kutanguliza huruma na utu wa mtu mwingine kabla ya kutafsiri na kumhukumu mtu au kumhudumia au kinyume chake kutokumpa msaada kutokana na vifungo vinavyoletelezwa na sheria. Kwa nyakati zozote ambazo taratibu za mahali tulipo zinatuzuia kutoa msaada kwa binadamu mwenzetu mwenye mahangaiko au mateso. Tukisimamia sheria au taratibu pasi na kumsaidia mhitaji huyo, tunamnyima upendo na kumvua utu wake. Yesu anapenda kutumia nafasi hiyo kuendeleza kutufundisha ya kuwa Sabato iliwekwa kwa ajili ya wanadamu na siyo wanadamu kwa ajili ya Sabato. Vivyo hivyo, sheria ziliwekwa kwa ajili ya mwanadamu zimsaidie aishi kwa amani, furaha, utaratibu na utulivu ikimpatia majukumu na haki zake za msingi. Sheria inapaswa kumhudumia mwanadamu. Wengi wetu kwa kukosa upendo na kutokujali utu wa wale tusiowajua au ambao tumechagua kuwadharau ama kuwachukia, tunapenda kujifichia chini ya kimvuli kibaya cha taratibu au sheria ili kumnyima msaada mtu huyo. Kimsingi na kiukweli ni kukosa utu; ni hakika, ni kwa sababu hatujampenda huyo Fikiria, ni mara ngapi mama yupo tayari kuvunja taratibu au sheria kwa manufaa mapana ya familia yake? Ni sawa pia na akina baba. Nimependa kutanguliza mama kwa sababu akina mama upendo wao ni dhahiri, ukilinganisha na ule wa akina baba ambao waweza kuwa mkubwa zaidi, lakini huwa sio dhahiri, na mara nyingi tunakosa kuutambua. Mimi na wewe unayenisikiliza, ukiuwaza juu ya yule unayempenda sana, awe mzazi au ndugu au mpenzi na ukasikia kwamba mfano amekamatwa katika kosa kubwa lolote, na inapaswa kuhukumiwa anyongwe mpaka kufa, na wewe ndiwe hakimu mwenye dhamana kamilifu ya kupitisha au kufuta hukumu hiyo. Niambie sasa, je, utafanya nini? Mengi bila shaka yanaibuka vichwani mwetu. Wengine wataamini kasingiziwa, kwa vile wanavyomfahamu. Wengine watasema lazima kuna sababu iliyompelekea kutenda kosa hilo wengine hata hawatabisha kwa vile wanajua anao uwezo wa kutenda kosa hilo na kadhalika. Pia katika maamuzi, wapo ambao hawataruhusu ahukumiwe, watatafuta kila namna achomoke hukumuni. Pia wapo ambao, kama wamebanwa sana, watambadilishia hukumu, walau ipunguzwe na asiuawe. Wengine watafanya atoroke, wengine watatamani wabebe hukumu hiyo wao wenyewe ili haki itimizwe. Wengine watasingizia wengine wasiowafahamu wala kuwajali na wengine wako tayari kufanya uovu mwingine mkubwa zaidi, ili mradi tu waweze kumnusuru mpendwa wao huyo. Kwa nini yote haya? Sababu wanampenda kweli. Kwa sababu hiyo hakuna wazo lingine lolote lifungwalo na taratibu ama sheria lililotangulia akili zao, bali tu maisha ya mpendwa wao yanusurike. Je, hili silo alilolifanya Mungu? Kwa maana sisi tumetenda dhambi na tunastahili hukumu kali, na yeye ni Mungu mwenye haki, ila sababu ya upendo asingependa kwa haki hiyo sisi tuangukie hukumu. Anaenda kinyume na sheria yake mwenyewe na kuruhusu mwanawe asiye na hatia afe kwa ajili yetu. Ni Mungu mwenyewe ameamua kutunusuru na madhara ya hukumu ya makosa yetu wenyewe kwa kuibeba adhabu yetu, na kwa maisha yake ameendelea ya kutufundisha sisi kupendana kama alivyotupenda yeye. Kwa maana watu wote katika lile sinagogi wangependa kwa upendo wa kimungu, basi mkuu wa sinagogi wala mtu mwingine yeyote asingalikasirishwa na tendo kubwa la huruma la Bwana wetu Yesu Kristo kumponya mwanawe yule aliyeteseka kwa muda mrefu, licha ya sheria ya sabato kumzuia kufanya hivyo. Huu ni mwito kwetu pale ulipo chagua upendo kwanza. Upendo mkubwa wa hata kumjali usiyemjua na hasa hata kwa yule ambaye ni mdhambi kabisa, kwa yule ambaye ni muhitaji kabisa, mtazame kwa upendo. Anza taratibu, kwa kufanya taratibu mazoezi hayo, basi katika mwendo mrefu utajifunza kupenda vema na kupenda kwa kweli. Mwalimu wetu ni Yesu Kristo tu, kila siku ya maisha yetu tunapoendelea kuishi tujitahidi kumwiga Yesu Kristo katika kuwapenda wengine. Usimhukumu mtu, bali mpende kama Yesu alivyokupenda wewe na mimi. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja na mimi injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi frateri Lucas Ferran Kweka wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo.